Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Tumeshinda zabuni kutoka wakala wa nishati REA kwa ajili ya kusambaza nishati safi katika wilaya zote zinazopatikana katika mkoa wa Ruvuma. Mpaka sasa tumeshaanza na wilaya ya Songea vijijini, tumesambaza katika kata sita ya uwepo wa mitungi hii ya gesi kutoka kwa wakala wa nishati REA imesaidia watu kuweza kupata ajira. Imesaidia kuweza kuokoa afya za wananchi kwa sababu matumizi ya gesi yanapunguza ma, magonjwa mbalimbali mba yanayosababishwa na matumizi ya nishati zingine ambazo sio salama kwa afya ya binadamu. Kwa majina naitwa Faraja Angelus Komba, nimetokea Ruvuma vijijini kijiji cha Magagula. Nafanya maisha mbalimbali ikiwemo pamoja na na gesi kubadilisha na ku nilianza na mitungi nane sasa hizi kuna mitungi midogo, midogo 61 na mkubwa mmoja. Kwa kawaida wateja wanakaa na mitungi kuanzia miezi miwili mpaka mitatu. Mitungi inapoisha huwa nawasiliana na mhudumu wa Taifa Gesi ananiletea mitungi. Nimeamua kwanza kuuza hii mitungi ya gesi kwa sababu inapendwa na watu wengi sana. Pia watu wengi walikuwa wakiteseka kwenda kufata mjini mpaka ni Njombe na tumeamua kuisogeza huduma hii karibu ili watu wengi wapate huduma kwa urahisi. Na kicho tusukuma zaidi ni baada ya mradi wa serikali kutoa huduma ya usambazaji wa mitungi ya gesi hapa kijijini kwetu. Imeweza kunisaidia kuendeleza na huduma zingine ambazo nilikuwa nazitoa hapa, kwa mfano kuza pembejeo za kilimo. Mwanzo nikiwa nafanya hii biashara ya pembejeo tu za kilimo, kipato kilikuwa ni hali ya chini kidogo, lakini baada ya mradi wa serikali kuongeza fursa hii ya usambazaji wa nishati safi ya kupikia mweza kuinua kipato pia na ushauri kwa wale vijana ambao wanaanza maisha waanze kutumia nishati safi. Kuna watu wengi wanazungumza au wanasema maneno mengi ambayo katingine, tunakuwa tunachanganya sisi wanadamu na, na kushia kutumia jiko la gesi nasema asema ch gesi kwamba akina ladha, lakini sio sahihi. Kwa hali pia kwenye gesi na kinachopika kwenye majiko ya kawaida kina hali moja kwa sababu kila jiko huchemka kulingana na kizingiti cha mchemko wa maji ambaye ni centigrade, nyuzi joto mia moja za centigrade au mia mbili kumi na mbili Fahrenheit. Kwa hiyo, watu sichukulie dhana au nadharia ambazo zinakuwa ni potofu mba chakula, kwamba jiko la gesi halivishi chakura. Yani, wanamama walikuwa wanapata adha sana ya kuangaika kutafuta kuni mbali sana. Mnjira hmm. Kwa sasa kwa kuwa mitungi imefika tutawahamasisha zaidi